Tukizungumzia mamanagers ambao wamefanya vizuri na wamemtoa msanii kutoka somewhere mpaka kufika uh, somewhere, hatutoacha kumtaja meneja Choppa Mchopa wa Harmonize mm. right? Meneja Choppa wa Harmonize. Choppa ni meneja ambaye kimsingi alikuwa, alikuwa mgeni kwenye game. Mgeni kwenye game ni nikimaanisha kwamba wakati Harmonize ametoka WCB, mtu ambaye alikuwa naye pembeni as personal assistance kwanza alikuwa mm -hmm. ni Choppa mm -hmm. Na Mjerumani alikuwa pembeni. Wote hawa hawakuwa na experience kubwa sana kwenye kumrani msanii, tena haswa msanii ambaye ametoka kwenye lebo kubwa na kumfikisha somewhere. mm. Umeelewa? Mjerumani akapambana, um, kwa miaka kadhaa akafanya kazi na Harmonize, yes, manager beauty. mm -hmm. Akafanya kazi kwa miaka kadhaa, baadaye akaondoka, akabaki Mchopa mwenyewe kucontrol kila kitu. Tukaja tukaongezewa na jembe ni jembe, ambaye kimsingi yeye alikuwa somo kwa ground sana. mm. Hakuwa mtu wa ground. mm. Lakini Chopa ndio kila kitu Konde Gang. Lakini pia uh, kwa mujibu wa taarifa, Choppa ni katika kuitengeneza Konde Gang, ukiachi ukiachilia mbali Harmonize, Choppa alihusika hata jina na kila yeah, kitu yeah. Choppa ndiye ambaye alihusika, lakini kumekuwa kuna maswali kwa mashabiki, where is Choppa? Kwani Ibraah alisema kwenye interview yake kwamba Choppa mwenyewe hayupo Bongo, yani siku mbili Zanzibar, siku ngapi Italy atukatai hmm, anafanya biashara ila ameondoka Konde Gang au bado yupo Konde Gang, japo mwenyewe anasema kwamba yeye ndio Konde Gang, yani kwamba sasa anamaanisha kwamba hata akitoka bado atabaki kuwa familia, familia ya Konde Gang. Lakini kuna ile clear statement tuliona, Choppa alianza kuondoa kwanza biografia ya kwamba anatambulika kama meneja wa Harmonize hmm. Sasa hivi tumeweza kumwona Choppa hatokei okay, kabisa kwenye uh, mm -hmm. shughuli zozote za Harmonize sasa hivi no lakini no, okay. Chopa alikuwa Bongo, ameondoka so muda mrefu hmm. um, sana yes anakuwa Zanzibar, Harmonize yes, hmm. amefanya amefanya kampeni hizi za serikali. hmm. nilitegemea zaidi kumwona Chopa katika kipindi hiki yupo na Chaupole ndio ambaye anatajwa kuchukua nafasi. Yani, si alitangaza ule uongozi mpya? mm. Alafu Chopa akawa anasaidiwa na Sam uh -huh. Ah, Hamonaizi kwenye ule uongozi mpya ambao aliwatangaza na kina Miss Brown, anaitwa, eh? mm -hmm. kwa hiyo Chopa yani akasema kabisa yani, nakumbuka kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye kuandika kwake alisema kabisa kwamba Sam atakuwa anafanya kazi mm. kama Chopa yupo mm. kwao huenda ni, ni kitambo kidogo tu Mm. ambacho hayupo ndo maana Samu anafanya then atarudi. Dho nakumbuka kama kuna kauli ya mtu ambaye wa karibu nilimsikia. mm. kama sijui ni Bra sijui ni nani kwamba Chopa hayupo mm. lakini sio kauli ofishal Choppa hayupo, inamaanisha kwamba kuna, kuna jambo limetokea. Eh, Ibra na, ndo nakumbuka kwenye moja kati ya interview zake kama sio na wakina Liliomi mm, alisema kitu kama hiyo kwamba Choppa hayupo mm, dho hakuwa na uhakika pia, na pia uwezi kuconclude kwa maneno ya Ibra kwa mm. sababu sasa hivi hayupo tena Konde Gang mm. Hii na tafsiri gani kwa Harmonize? Sijajua kwa nini wengine wanasema kuna hatua ukifikia watu wengine wanajipunguza automatically, mm -hmm. whether ni nzuri au mbaya mm -hmm. Yani kuna, kuna, kuna sehemu ukifikia, mm -hmm. kuna watu wako watapungua, mm -hmm. Sasa sijajua hatua aloipiga yeye ee ambayo yupo sasa hivi ni mbaya au ni nzuri, mm -hmm. lakini watu wake wengi wamepungua, alafu kwa, kwa kufuatana, unaona mm -hmm unaona mtu kama Ibra sio mtu ambaye tulikuwa tunamwaza anaweza kutoka haraka hivyo hata. mm. kama kuna baadhi ya watu wanasema alikuwa nalalamika na nini, lakini kulalamika ni kitu cha kawaida kabisa. mm. mtu kulalamika kwamba kuna hiki na hiki, kuna hiki, mambo hayanyokagi hivi. mm hiyo kuondoka ni hatua nyingine kabisa mm. Choppa kama hivyo Choppa ni, ni kiungo makini kabisa wa hizi. amepoteza watu wengi sana kwenye management yake ambao waliotengeneza Konde Gang aliyoanza nao wanzile Josi ya wa mipango mm -hmm. hayupo, yuko na Ibra nao mm -hmm. Jabulanti hayupo, Jabulanti hayupo, eh. hayupo Konde Gang ila tu huwa sometimes ikitokea kazi anaitwa naenda anafanya ila sio mfanya kazi wa Konde Gang. Ile alo alo mwambia welcome back my brother, ni kwamba tufanye kazi, tufanye kazi yani wanakutana kwenye, kwenye, kwenye taski fulani bwana, kuna kitu jambo fulani nataka ujifanye, umeelewa yyo, like yeah. yes. um Mjerumani hayupo mm. Sidhani kama jembe ni jembe, bado ana participate asilimia mia mpaka sasa ndani ya, ya Konde Gang. I don't si. think so Si, kulikuwa na nanili kwamba hay, hayupo pia mm -hmm. Umeelewa mm -hmm. Um, kwenye ile uongozi aliotambulisha Harmonize, jembe jembenijembe jem, alipo jem, jem, hayupo, hayupo. si ndio mm -hmm. Um, hao ni baadhi ya watu ambao walikuwa natengeneza, sasa aliongezeka Miss Brown na mm -hmm. yule mnaijeria ehe uh -huh. Kuna mmoja alikuwa ni meneja wa Ibra mm -hmm. taga anko anko naye hayupo Anduna alikuwa ni meneja Ibra. Ibra hayupo naye ameondoka. Sasa amebaki, ambaye watu ambao wanajua foundation ya like Konde Gang, amebaki cha upole, sawa um, amebaki kina Dodo ambaye, Dodo ambad ni mtu ambaye ni assistant to Harmonize ambaye umeelewa, ah ndo namwita unamwitaga hivo jina lake kabisa. Zara imekuja juzi tu. Ah, okay. ila jina la mwanzoni kabisa ni Dodo. mm -hmm. Haya, baadaye tunamwona um, Mudi Mnyama. mm -hmm. pia mm -hmm. Yupo uh, kuna kina nani alikuwa, hawapo, hawapo kina Saidi Jeruda amekuwa, Jeruda ameachana naye anafanya mambo yake, si naye alikuwa liku tangu mwanzo e, Luda alikuwa toka mwanzo ndio alikuwa hey, kila kitu nachikiona kinani kava zote kwa tengeza Luda picha kila kitu kunapiga Luda. You understand? Angalia watu ambao ameondoka ndani ya lebo DJ 7 naye aliondokaga amerudi sasa hivi right. Unaweza kaona watu, watu, watu wengi waliondoka kwenye uongozi wa Harmonize. I don't know what the problem, lakini naamini kabisa kama tumeweza kupambana wote kwenye struggles, leo hii ukifika kwenye mafanikio ukiona watu wanapungua, na hapo inabidi ujiulize maswali mengi. Ah, yule, nani yule tumefanya naye interview juzi? um, mm. mm -hmm. Alikuwa ni mmoja wa familia Konde Gang, sisi tumetoka naye kule. mm -hmm. mm -hmm. Sam. Sam pia alikuwa ni WCB kabisa. Damn, mm -hmm. kabisa. You understand? alitoka nao kule lakini aliobaki nao sasa hivi ni wachache sana ambao walianza naye kwenye foundation, hata management yake uh, Miss Brown alikuwa ni alikuwa kashakuwa manager ya Mbosso, ni way back huko huyu. Hey, right. uh -huh. Mnigeria. So amezungukwa na watu wachache ambao wanajua foundation yake, si mbaya lakini kama tumeanza wote kwenye kuokota kuni, inapokuja kwenye swala ya kuota moto nao ni muhimu tukaota wote. Ala, al, alafu pia kutoka kwao sio shida eh. Shida ni wametoka, wana mahusiano maana mazuri. Mazuri. Ndio maana nikasema ile kwa, kwa Jabulanti sio eh, mbaya kama wanafanya kazi, hata kama Jabulanti yeye pia alikumbuka, aliongea mengi. Hao wengine wako sawa wote. Joseph Mpango pia naye hazivi kwa sababu yuko na Ibra Josi ametoka mda mrefu sana sana, lakini ndo yuko na mpaka wame join forces na, na, na Ibra. Ibra. kuna lao jambo kwao ina, inaweza ina ikawa inaonekana kawaida kama ni washikaji tu wamekosana na nini, lakini haileti picha nzuri mm. picha nzuri i think ntajaribu kumtafuta Choppa aweze kufunguka zaidi kuhusiana hili, kwa sababu unajua watu wanabaki tu na assumption nini ambacho kimetokea. Choppa mm -hmm tuzo nyingi nomination nyingi hatua nyingi ambazo Harmonize kazipiga kimuziki akiwa kama independent artist amefanya akiwa na Choppa, yuko pembeni anahusika, mm -hmm. hapo kuondoka ghafla kutoa ile si utambulisho wake kama mtu wa mtu wa Konde Gang na nini. Nimeona juzi nimeona juzi Harmonize amempost anaimba friend zone eh, lakini yeye anapost tu zile. Ndio maana anasema mimi familia yeye ni yeye. Sasa mimi Konde Gang siwezi kutoka kwa sababu mimi ndo Konde Gang <laughs> umeelewa an yani, siwezi kutoka kwa Konde Gang kwa sababu mimi ni Konde Gang. Sisi tunamtambua Harmonize kama ndio Konde Gang. Eh, yeye anasema kwa sababu <laughs> foundation hiyo, mm, yeye ni Konde Gang, kwa hata kama ataondoka kwenye maisha ya Harmonize ila atabaki kuwa Konde Gang. Sawa, yetu macho. Let's see. Alafu unajua Chopa na, Chopa na Harmonize kuna vitu fulani na share, eh? Wajua mke wa Chopa alikuwa ni rafiki wa karibu sana na Sara wa Harmonize. Walioa pamoja. Walioa pamoja, alioa marafiki. <laughs> ila sema ndoa yake imedumu sana kitambo. Katikati nao kama vile walivurugana vurugana na na Erika. Erika, si <laughs> ah, okay. So tutamtafuta Choppa by the way kutupa um, majibu kuhusiana na u, nini ambacho kinaendelea kati yake na Harmonize au na Konde Gang kwa ujumla naamini utakuwa na exclusive interview naye hivi karibuni. Yes, unajua ni mtakusafiri, kama vile ulisema hapo awali, au sio? Mimi naitwa Rick, nilikuwa na safari Nigeria, and this is e-talk ya Rick Media. Behind the camera mami, KB Pixel. bye bye.